Usiku wa mvua uliendelea kutawala anga la haridari huu wa radi ukishindana na milio ya miguu ya wapanda farasi waliokuwa wakimtafuta binti wa kifalme. Lakini katikati ya msitu wenye uhai wa giza, Elira aliendelea kukimbia, macho yake yakiwa mekundu kwa machozi na hasira iliyochanganyika na maumivu. Katika maisha yake yote hakuwahi kufikiri kuwa damu yake mwenyewe ingewasaliti. Ndugu aliyemwamini zaidi, sasa alikuwa adui wa enzi. Ghafla farasi mweusi alijitokeza kutoka gizani. Jemedari mzee aliyevaa joho la kahawia alisimama mbele yake. Alikuwa ni Sir Malric, mshauri wa zamani wa mfalme Alferion, aliyefukuzwa na Varon baada ya mapinduzi. Elira, nakujua tangu ukiwa mchanga, unahitaji msaada wangu. Sauti yake ilikuwa nzito, lakini ya faraja. Elira alishindwa kuzuia machozi. Malric, baba yangu yuko wapi? Kaelen waliuawa. Sir Malric alinyamaza kwa muda, akimtazama kwa Kaelen hajafa, amefungwa kwenye pango la siri lililo chini ya kasri. Varon anataka kumchinja hadharani ili kuthibitisha mamlaka yake. Macho ya Elira yalijaa moto wa kisasi. Nitamuokoa na nitamwangusha Varon mbele ya macho ya watu wetu. Araasiri alimtazama msichana huyo aliyekuwa sasa mwanamke mwenye nguvu za ajabu ndani yake. Tutahitaji washirika, Varon amewanunua wengi kwa dhahabu, lakini bado wapo wachache waaminifu. Wakati huo huo ndani ya kasri la Arindele Varwan alitembea kwenye kiti cha enzi huku akicheka kwa sauti ya kibehi kundi la wachawi wa giza lilikuwa pembeni yake wakimwimbia nyimbo za uchawi wa damu muda mfupi tu kabla ya kutoa enzi rasmi alitamani kuliondoa jina la familia yake na kuanzisha utawala mpya wa hofu kesho alinguruma nitamwaga damu ya kaka yangu mbele ya umati na Elira popote alipo nitampata lakini kilichomshinda Varwan ni kwamba usiku huo huo kwenye mji wa chini vikundi vya waasi walianza kuungana. Baluap wa msaada aliongoza mkutano wa siri kwenye handaki la kale lililojengwa enzi za mababu. Elira atasimama mbele yenu leo, Malric alisema, sisi ndiyo tumaini la Arindale. Elira alisimama macho yake yaking'aa kwa mwanga wa miengi. Ndugu zangu wa Arendele, sitasimama kama binti wa kifalme pekee, bali kama sauti ya walioonewa. Tumechoshwa na hofu ya giza, tumechoshwa na damu kumwagika mikononi mwa watu wetu. Leo tunaanza vita ya haki. Ule usiku wa giza ulibadilika kuwa mwanga wa matumaini. Washirika walikusanyika: askari wa zamani, wakulima wenye hasira na wachawi waliokataa ushawishi wa giza walijipanga kwa siri, wakisubiri alfajiri. Asubuhi ilipochomoza kasri lilizingirwa kimya kimya, Baron akiwa hana habari Alishuka kwenye uwanja wa umma ambapo Kaelen alikuwa amefungwa kwa minyororo akiwa dhaifu, lakini bado akibeba mwonekano wa kifalme. Kaelen, Varon alisema kwa sauti ya dharau, umejua sasa nani mwenye nguvu? Kifo chako kitahakikisha enzi mpya ya Varon wa giza. Kaelen alimtazama kwa macho ya dharau, damu ikitiririka kutoka kwenye mdomo wake. Utawala wa hofu hujengwa juu ya mchanga, na mchanga huo utafunikwa na damu yako. Umati ulitazama kwa lakini kabla panga la Baron halijashuka milio ya tarumbeta ilisikika. milango mikubwa ya kasri ilivunjwa na majeshi ya Elira na Malric. Baron, sauti ya Elira iligonga hewa kama radi. Siku yako imewadia. Baron aligeuka kwa mshangao, huwezi kushinda, dada yangu. Lakini kabla hajamaliza sentensi, mchawi mkuu wa waasi, Alwin, alirusha mwali wa moto wa bluu uliompiga Baron. Mapambano makali yalianza mapigano ya upanga kwa upanga, mishale na vikapiga kelele hewani. Wachawi wa pande zote walirushiana mioto ya giza na mwanga. Muda wote huo, Elira alisogea kwa kasi kumfikia kaka yake aliyekuwa akizidi kupoteza nguvu. Kaelen aliachiliwa haraka kutoka minyororo na kumkumbatia dada yake. tumekuwa tukisubiri hii siku, alisema kwa sauti dhaifu lakini ya matumaini. Katika uwanja wa vita, Baroni alisimama kwa nguvu za giza zilizomwingia Macho yake yakabadilika kuwa mekundu, nguvu ya wachawi wa damu ikimwinua hewani. Hamtaweza kunishinda, alinguruma, huku akirusha mawimbi ya giza kila upande. Lakini Elira alikuwa tayari. Kwa msaada wa kisu cha kale kilichobarikiwa na damu ya kifalme, aliruka na kupenya ndani ya wingu la giza. Kisu kilipomchoma Varon kifuani, mwanga mkali ulilipuka kuifuta nguvu ya giza. Varon alianguka chini kwa sauti nzito, Macho yake yakarejea kuwa ya, ya kawaida, machozi yakimtoka. samahani dada, nilitaka tu kuwa mfalme, aliongea kwa tabu kabla ya roho yake kuondoka. Ukumbi mzima ulitulia, washirika wa Elira walishangilia, wengine wakilia kwa furaha. Elira alisimama juu ya maiti ya kaka yake, machozi yakimtiririka. hakuna ushindi mkubwa katika vita ya damu, alisema kwa sauti ya huzuni, lakini leo haki imeshinda. Samaruweka alikaribia na kuweka mkono kwenye bega lake. Sasa ni zamu yako kuongoza Arindale kwa hekima na huruma. Elira alitazama umati wa watu waliomzunguka, uso wake ukibeba mchanganyiko wa huzuni na matumaini. Kwa mara ya kwanza jua liliangaza Arindeli pasipo giza. Miezi sita ilipita tangu Arindale iingie kwenye amani mpya. Jua liliangaza juu ya mji kwa utulivu, lakini ndani ya kuta za kasri mikutano ya siri iliendelea. Elira alitawazwa kuwa malkia huku kaka yake Kaelen akisimama upande wake kama mshauri mkuu. Lakini walijua utawala haukuwa rahisi. Majivu ya giza yalikuwa bado yanapulizwa na upepo wa tamaa. Kutoka mbali katika ardhi ya magharibi, malkia Sibel wa falme ya Dreven aliketi kwenye kiti chake cha fedha. Habari za kifo cha Varon zilimfikia na ndani yake tamaa ya kupanua milki yake. Sibel alikuwa na damu ya kifalme ya zamani ya Haridel na aliamini kisheria na kwa damu Enzi ya Arendele ilipaswa kuwa mikononi mwake. Katuma ujumbe kwa Elira, barua iliyopambwa kwa dhahabu iliwasilishwa kwa heshima kubwa, lakini maneno yake yalikuwa na sumu iliyofichwa nyuma ya maneno ya ncho. Salamu kwa malkia wa mpito Elira, kwa heshima ya damu yetu ya kifalme ya pamoja, na kualika Draven kuzungumza mustakabali wa Arendele, amani ya kweli mjengwa kwa familia iliyomaa. Elira alisoma kwa makini, akitambua hila ya malkia Sibele. Kaelen alimtazama kwa wasiwasi. Hii ni mtego, wanataka kuona udhaifu wetu. Sir Malrick aliongeza kwa sauti yake ya hekima, lakini tukikataa mwaliko huu wa kidiplomasia watatumia kama sababu ya vita ya haki ya warithi. Baada ya usiku mzima wa mashauriano, Elira alikubali kwenda Dreven, lakini kwa tahadhari kali. Safari ya kuvuka milima ilianza. Altreric, Kaelen na wachache wa maaskari waaminifu walimsindikiza. Dreven ilikuwa tofauti kabisa na Arindele majumba ya chuma, bendera nyeusi na fedha na jeshi kubwa la farasi weusi lililojipanga kwa mazoezi. Ndani ya ukumbi mkubwa wa mawe ya barafu, Sibele aliwapokea kwa tabasamu la hilo. Karibu binamu yangu, hatimaye damu ya kifalme imekutana tena, alisema huku akiibusu mkono wa Elira kwa heshima ya kijasiri. Mazungumzo ya heshima yaliendelea kwa siku kadhaa, lakini usiku majadiliano ya siri yalifanyika kwenye kuta za Sibele. Alimkaribia Kaelen akiwa peke yao. Wewe ndiye mrithi halisi wa kiti, dada yako anafanya makosa ya kisiasa. Jiunge nami na nitakufanya mfalme wa Arindele na Draven kwa pamoja. Kaelen alishtuka kwa maneno hayo, lakini alidhibiti uso wake usionyeshe. Akamjibu kwa busara, ufalme haujengwi kwa hila, bali kwa haki ya watu wake. Sibel alitabasamu kwa upole, lakini macho yake yalionyesha tamaa ya hatari. Fikiria, siku moja nitahitaji jibu lako. Usiku wa mwisho wa ziara hiyo Elira ilipigwa na ndoto za kutisha. Alimwona Varon akilia damu akisema, utaamini nani sasa. Muda mfupi kabla ya kurudi Arindele, safara wao ulivamiwa na kikosi cha siri cha Drave. Ilikuwa hila ya mwisho ya Saibele kuwamaliza kabla ya kurudi kwao. Mapigano makali yalianza katikati ya makurumoko ya ufu. Upanga wa Kaelen ulitoa radi yake ya mwisho huku Malrick akiongoza askari kupambana kwa ujasiri, lakini walishambuliwa kwa idadi kwa busara ya haraka, Elira aliamuru maporomoko kuvunjwa kwa miamba. Mikubwa zilianguka na kuziba njia ya adui. Walifanikiwa kutoroka kwa majeraha, lakini sasa vita ilikuwa imeanza rasmi. Habari za shambulio hilo zilienea kwa kasi, majeshi ya Dreven yakaanza kusonga mashariki, na Arindele ilianza kujiandaa kwa vita vikubwa zaidi kuwahi kutokea. Katika mji wa Kaleo, mkakati mkubwa wa vita ulianzishwa. Aelen alisimamia mafunzo ya askari wake. Elira alijifunza uchawi wa kale wa kifalme kutoka kwa wachawi waaminifu wa familia yao. Maruk alitafuta washirika wa, wa kimataifa. Siku ya mashambulizi ilifika. Jeshi la Dreven likiwa na maelfu ya farasi wa vita, walifika kwenye nyanda za wazi za Arinda. Taa za moto ziliwaka kote usiku kucha. Elira alisimama juu ya mnara wa vita, akiwa na mavazi ya dhahabu na nyekundu, panga wa kale wa familia mkononi, Kaelen akiwa pembeni yake, macho yakiwa makali kama tai. "Kwa ajili ya damu ya baba yetu, kwa haki ya watu wetu, hatuwezi kuruhusu giza kushinda tena," alisema kwa sauti nzito inayopenya mioyo ya wanajeshi wote. Mapambano makubwa yalilipuka alfajiri. Farasi walikimbia kama mawimbi ya bahari, mishale ikaruka anga nzima kama mvua ya kifo, wachawi walirusha mioto ya buluu na radi za. Kaelen aliongoza jeshi kwa ujasiri wa ajabu, akikata maadui mbele ya macho ya Elira. Malric, licha ya uzee wake, alipigana kwa uhodari wa miaka mingi. Katika kiini cha vita, Malkia Saibele aliingia uwanjani akiwa na silaha za giza za kale. Uchawi wake ulikuwa wa ajabu, alisababisha mawimbi ya ardhi kutikisika, askari wa Arindale chini. Lakini Elira hakutikisika. Alikumbuka maneno ya baba yake, nguvu ya kifalme iko moyoni si kwenye uchawi pekee. Kwa kutumia uchawi safi wa kifalme wa mababu Elira aliruka kupitia hewa ya vita, akapambana na Saibele uso kwa uso. Mapigano ya upanga na uchawi vilitikisa ardhi. damu yetu ni moja, Sibele alipiga kelele. lakini moyo wetu ni tofauti, Elira alijibu kwa kishindo. Kwa pigo la mwisho la uchawi wa nuru, Elira alimsukuma Saibele chini ya mwamba mkubwa wa vita. Mwamba ulipolipuka giza la Saibele lilifutika. Jeshi la Draven lililojionea kiongozi wao akiangushwa lilikimbia kwa hofu miluzi ya ushindi ilisikika kote. baada ya vita hiyo kuu, elira alisimama mbele ya watu wake. Amani haimaanishi udhaifu. Leo tumejifunza haki hujengwa kwa ujasiri, mshikamano na upendo wa kweli kwa watu. Watu walimshangilia kwa sauti kubwa, na jua lilichomoza gumpya juu ya Arindele. Lakini katikati ya shangwe hizo, Marua Peninosirik alikuja kwa haraka na kuhema, malkia, kuna kitu kinakuja kutoka mashariki, nguvu mpya kuwa zaidi kuliko tulivyowahi kuona. Elira alimtazama kwa macho ya kupambana, akiwa tayari kwa chochote kitakacho. Hii ilikuwa tu mwanzo wa vita ya enzi za vizazi fal